Odi, odi. Karibu. Asante. Karibu sana mchungaji, sana karibu, karibu, karibu sana, karibu. Amina, ubarikiwe, nzuri za uzima, familia, karibu, karibu, uzima, familia, jambo, karibu jambo. Familia. Familia ya jambo. Kijana hapa. Baba anazidi kukua sasa hivi. Eh. Mdogo mdogo sasa amekua. Kijana Bwana Yesu asifiwe. Tumwambia amina. Vizuri sana katika kulea familia. Mungu anafanya kazi yake. Nampendeza Mungu. Mungu anasema kwamba

Shida. Kwa mm -hmm. Kwa shida e, shida, kuna shida hapa maana e, kuna ndio maana kuna nashughulikia, ndio Bwana amenionyesha kama nipo nguvu uweza. Sasa nashika ili kuiponya ya kansa eh, kupokea uzima, pokea uponyaji Mchungaji mchungaji kweli, wewe wewe mchungaji kweli, sawa, umetumwa na Mungu? Hapana, palipoandikwa kutumwa na Mungu na namminye mtu maziwa, sijaona neno ho ambayo nimeambiwa. Ukimwombea mtu sehemu ambapo panauma, una kazi ya wangu kwako Hey, sasa mimi kwa manake, ni maana yake kama ako itoeni mwili, si kwamba anatoa mwili wangu mimi. Mwili ni mwili ule wa ndani, roho ya ndani ndio utakayotoa, <coughs> lakini sio mwili huu wa nje. <coughs> miili yenu naelewa, maana ya miili yenu, miili ni ile roho ya ndani ndio miili yenu, ili ni la <coughs> nje lanje Mchungaji, kama ni maombi kwako yanatosha, nitaomba Mungu takavyojua mimi, ila utumishi wako ni wa mchongo, upako mafuta, lakini kuna maneno unaenda kinyume na yalivyo basi atosha mimi, wacha miili maana hujaelewa. Itweni miili yenu tu tumini, niseme barikiwe na Bwana. Amina, Mungu akubariki wendako.